Naam mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho amekifanya huyu, si mwingine bali ni Diamond Platinumz, e bwana. Tunafahamu kwamba Diamond hivi karibuni ametoa ngoma ambayo inakwenda na kwa jina la Sasampa, na hii Sasampa bwana, ni nyimbo ambayo ameifanya akiwa amewashirikisha baadhi ya wasanii kutoka South Africa, na huko South Africa bwana, tunafahamu kwamba kuna vijana ambao huwaga anashirikiana nao, na huyu si mwingine bali ni fokalisti ambaye na yeye pia ni moja kati ya watu ambao wamehusika katika hiyo track bwana ujio wa ngoma hii ya Sasampa bwana ni mwendelezo wa ile ahadi ambayo Damo Planams alikuwa ameitoa kwa mashabiki zake kwamba mnamo mwezi huu wa Oktoba ni birthday month, yaani ni mwezi wake wa kuzaliwa. Kwa hivyo basi, aliahidi kwamba atatoa ngoma back to back, yani ngoma baada ya ngoma. Kwa maana hiyo basi, moja kwa moja Diamond Platnumz ameamua kutekeleza swala hilo, na hivyo ameamua atoe ngoma juu ya ngoma, na hii bwana Sasampa imekuwa ni kama track ya tatu hivi ambayo ameitoa, na kikubwa zaidi ni kwamba video inatoka hivi karibuni. Sasa wakati Sasampa ilivyokuwa released tu, tumeona kwamba kutokana na jinsi ambavyo ngoma hii jinsi ilivyo, ni ngoma ya kimataifa, yani ni ngoma ambayo inafanya vizuri kimataifa, yani mtu yoyote yule, hata kama akiwa ni mtu kutoka Ujerumani, Mwarabu au wapi, akisikiliza beat na the way ambavyo vibe ilivyo katika hii ngoma lazima ataipenda, tofauti na zile ngoma nyingine kama vile Msumari ambazo zilikuwa ni ngoma za maneno zaidi, ambayo ilikuwa ameilenga moja kwa moja kwa ajili ya watu ambao ni wadau wa mziki wa bongo flava. Sasa ujio wa ngoma hii ya Sasampa umeshaanza kuonyesha matunda positively. Eh, baada ya ngoma hii kuonekana kupendwa na baadhi ya watu wachezaji wa soka huko Ulaya, ambapo hapa bwana Diamond bwana amewashinda wenzake kweli kweli. Ni kwamba leo eh, tunaomba kuuliza jambo ni kwamba, hivi mashabiki, mnataka wasanii wafanye mziki wa biashara ambao hawi, ambao hauzingatii Eh, uandishi sana au wafanye mziki ambao unazingatia ambao una zaidi uandishi. Eh, kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba bwana, wameweka post ya ngoma ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Sasampa, alafu kuna ngoma ya Alikiba inaitwa Sela na ngoma ya Harmonize inaitwa Friend Zone. Cha chakushangaza ni kwamba wengi sana wamechagua uandishi, wapo kwa Harmonize Friend Zone na Alikiba Sela. Sasa basi, Sasampa wengi wanaona kama vile uandishi ni wa kawaida lakini cha kushangaza ni kwamba Sasampa ndiyo saundi inayoenda na soko la dunia, na huo ndio mziki wa biashara kwa sasa. lakini pia vilevile at the same time Sela pamoja na Friend Zone ee, ni nzuri ila kimataifa bwana, kwenye swala la ushindani uongo, bado ngoma hizo hazijapasua mipaka au kuvunja, hazijavuka mipaka wala kupasua mi, miamba kwenda kimataifa zaidi, kutokana na kwamba ngoma hizo kwa ni ngumu kutoboa, kwani ni ngoma ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya watu wa ndani ya nchi. Sasampa bwana. Sasampa ni kwamba imekuwa ikionekana kwamba inafanya vizuri kwa sababu, unaambiwa kwamba kuna jamaa anaitwa Callum Hudson-Odoi ambaye yeye alikuwa ni mchezaji wa Chelsea na sasa hivi yuko Nottingham Forest eh, anasaidia, anasaidia sana kwenye promo, kutokana na kwamba katika baadhi ya posti ambazo ameziweka eh, mchezaji huyo wa zamani wa Chelsea ameonekana kutumia saundi ya wimbo huo wa Sasampa, kama vile ni moja kati ya ngoma ambazo anazozikubali. lakini pia vile vile ni kwamba Watanzania wengi sana e, vitu kama hivi vikitokea ni kama vile wanavifumbia macho, lakini vingetokea kwa wasanii kutoka Nigeria ingekuwa ni stori kubwa sana. Sasa swali linalokuja ni kwamba msanii mkali ni yupi anayefanya mziki wa biashara ambao unaonekana na unakwenda katika soko la kimataifa kama Diamond alivyofanya, maana nyimbo yake imetumika mpaka na wachezaji wa Chelsea huko mare, huko Ulaya au wanaokomana uandishi, hata kama ngoma kwenye soko la kimataifa hazitoboi Kwa hiyo hilo ndo swali ambalo wadau wamekuwa wakiulizana huko mtandaoni kwamba je, eh, eh, msanii mkali ni yupi yule ambaye anatengeneza mashairi mazuri ambapo ngoma zinafanya vizuri hapa hapa Tanzania, au yule ambaye anatengeneza mziki ambao unakwenda unakwenda kufanya vizuri kimataifa. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameripoti wakiwa wameandika kwamba bwana, mchezaji wa soka anayefahamika kwa jina la Hodson Odoi anayekipiga katika klabu ya Nottingham huko Uingereza amevutiwa na ngoma ya Diamond Platinumz ambayo inakwenda kwa jina la Sasampa, baada ya kuposti kipande cha wimbo huo mpya kupitia kurasa wake wa Instagram. E, bwana, kitendo hicho kimepokelewa kwa furaha kubwa sana na mashabiki wa Bongo Flava, wengi wakionyesha furaha kuona kwamba mziki wa Tanzania ukipata kutambulika kimataifa. Odoi ambaye ni raia wa Uingereza mwenye asili ya Ghana ameonyesha wazi kuvutiwa na midundo ya Sasampa, jambo ambalo linaendelea kuthibitisha jinsi ambavyo Diamond Platnumz ngoma zake zinavyopenya hadi nje ya bara la Afrika. Lakini pia ukiachana na hayo vilevile vile, ni kwamba ngoma ya damu Platnumz ambayo inakwenda kwa jina hilo la sasampa ipo katika eh, chati mbalimbali mbali. Kwa mfano ukipita huko Shazam kwa hapa Tanzania top trending songs, e, bwana sasampa imekamata nafasi za juu kabisa, iko nafasi ya kwanza hiyo, e, kwa sasampa bwana ya damu Platnumz kwenye upande wa Shazam trending songs, e, ni nyimbo ambayo inakamata nafasi ya kwanza. Alafu hapo ukiangalia kwa haraka haraka, ngoma ya nani ya Diamond Platnumz inakamata nafasi ya sita, huku mitano ya Lone Boy ikiwa inakamata nafasi ya pili na Harmonize Friend Zone ikiwa inakamata nafasi ya tatu. lakini mafanikio hayo ya Sasampa sio tu kwamba labda sio kwenye upande huo wa, wa... wa, wa Shazam pekee lakini pia hata kwenye upande wa audio mark na hapo pia e, ngoma ya Sasampa inakamata nafasi ya kwanza tukianza nafasi ya kumi huko audio mark ngoma ambazo zinafanya vizuri zaidi e, ni nyimbo ya Mario dunia namba tisa ni Power ya Mboso namba nane ni Ankali ya J Melody namba saba inauma ya Zuchu namba sita ni Sweetie ya Nandi E bwana, namba tano ni Msumari ya Diamond Platnumz, namba nne ni Sela ya Ali Kiba, namba tatu ni Nani ya Diamond Platnumz, namba mbili ni Friend Zone ya Harmonize, na namba moja ni Sasampa ya Diamond Platnumz. Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hayo ndio mafanikio yaliyojitokeza baada ya Diamond Platnumz kuachia nyimbo hiyo ya Sasampa. Ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambao tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile vile, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.